biashara eneo la Lower Eastern wanalalamikia changamoto ya kulazimika kulipia leseni nyingi za kuendesha biashara zao. Mwenyekiti wa muungano wa wafanyabiashara na viwanda eneo hilo Mutavi Kithu amesema kuwa leseni nyingi zinafanya biashara kufifia. Ameitaka serikali kuhakikisha kama biashara ni moja, mfanyabiashara hafai kushurutishwa kuchukua leseni zaidi ya moja. Panga na ukipata mtu anashambulia mwenzake, sisi tunaomba na tunasisitiza vile alinini alisema kwamba watu pia wao wapigwe hata kama ni risasi, kwa sababu haitakuwa salama kwamba wewe ukatekate mwenzako kichwa, awe aende hospitali au mlemavu. Naomba hapa kwetu waendelee kuzitisha patrol, vile wanaendelea na hizo operations ambazo region alisema. Mimi naomba siendelee kwanza, waendelee sana, wakati kama huu wa Ramadhani, tunataka wenzetu Waislamu wakifunga wafunge kwa amani. Kazi kuu ya polisi ni kuhakikisha kwamba mtaa uko na amani na wananchi wanafanya maendeleo yao au biashara zao bila usumbufu. Sisi kama Boda tu boda tumekubaliana na hilo swala na tuko pamoja na serikali. So kwa hivyo watu wa Human Rights wasilaumu RC kwa matamko, hawezi kusema maneno hayo hadi kwa sababu anataka sana vijana waulie ama anataka sana risasi tumike, hapana. Mimi ni, ni tu information ya fikio e, kwamba It, hapa palipofika hatua zote baada zimechukuliwa, bado hakuna usalama, hii ndio next step. Hizi taa za security zimekuwa off muda mrefu, na sielewi kwa nini serikali ya kaunti haioni hiyo jambo.